Neno katika Bwana, heshimu baba na mama, maana ya amri ya kwanza yenye ahadi. It is a promise commandment, ahadi ya baraka zako. Ulizaliwa, umekuwa mtu mzima, umekuwa mama mzee, umekuwa baba mzee, ahadi yako iko wapi? Heshima kwa maisha yako Bwana sana Mtoto aliyeheshimu familia yake baba yake spiritual father, wakati wote moyo wa baba huambatana na mwanawe. Mtumishi wa Mungu Elisha aliishi na mtu anaitwa Gehasi, na wakati kuliletwa mgonjwa wa kuombewa kwa Gehasi, yule mgonjwa aliitwa Naman, na Naman alipokuwa anakuja kuombewa, alikuja na zawadi na vitu vizuri sana lakini mtumishi wa Mungu Elisha alisema, siko tayari kuchukua zawadi zako kwa saa hii. Kama wewe umepona, enda nyumbani. Gehazi alipoona yule Nama ninaondoka na mali na utajiri mwingi mkubwa, akaamua mfuate mbio, sema hii mali nichukue nifiche kwangu. Akaenda akamwambia, wakati uliondoka. E, roho wa Mungu alikuja kwa mtumishi, akasema, umpatie vitu nimekuja ulipokea kwako. Akachukua vile vitu akaenda kavificha. Aliporudi kwa Elisha, Elisha alimwambia ulipoondoka, roho yangu ilikuwa pamoja na wewe, na ulipoenda mpaka ulipopita kwa Naamani, roho yangu ilikuwa pamoja na wewe. Je, ni nani alikutuma? Bwana asifiwe nani? Mtoto, ukitembea na mchungaji, roho ya mchungaji huambatana na yako kitembea na kiongozi wako, roho ya kiongozi inatembea pamoja na wewe. Ukimpenda mwalimu wako, roho ya mwalimu inambatananga na huyo mtoto. Mwalimu akifika shuleni kabla hajakuona anauliza ako wapi, maana anakujua katika karakta zako. Atakapoingia utakimbia mbio, umpokee mzigo wake, umpelekee bagi yake ofisi. Bwana asifiwe. Baadaye ukija unamuuliza mwalimu, fanye nini? Kila kitu andaa, shule yenu iko sawa. Hata kama ni kusanya vitabu vya wenzako, wewe ndio utaambiwa sanya vitabu, mletee stafuro. Kwa nini? Moyo wa mwalimu unaambatana na wewe. Bwana sana. Na ukianguka ana haki ya kuwa mkali kwako Kwambie unafanya ujinga, hiyo unafanya nini hapo, tayari kushautia hata kwa vikelele, hata kuchapa. Sio kwamba anakuchukia, anataka upite ufanikiwe. Haleluya! moyo wa mzazi ukiwa na wewe, baraka ziko na wewe na Mungu. Ili afanye kazi na wewe, lazima ukubali kuheshimu Mungu katika njia zote, kwa kuheshimu wazazi wako. Haleluya! Heshimu wazazi katika Bwana, maana ndio haki, upate heri uishi siku nyingi katika dunia hii. Dunia iko watu wanaishi miaka miwili mitatu miaka kumi miaka thelathini mtu amekufa. Wengine wanagonjeka, wamelemewa, wengine wamechukiwa, hata kwa wanatoroka, hawakae, maana walichukiwa, familia iliwakataa. Bwana anasema heshimu wazazi wako katika Bwana yoyote ambaye anakuongoza kwa njia ya Mungu msikilize. Na pia Mungu anasema wazazi, msiwachokoze wazazi watoto wenu, bali waleeni katika heshima na adabu. abatawando kama loandelamala wicaromnumwanao unatuka na mtoto na umelewa? Hapana, umefanya makosa mbele za Mungu aysim haleluya. Umelewa, umechanganyikiwa, unakuja nyumbani na panga kufukuza watoto. Unafukuza mama yako, anaambia mtoto wako kimbia, umeshika, mtakupiga mama, shika mama, umeshika mama, mtoto afukuze mama yake, aletewe panga, wewe mkate na panga, inawezekana hiyo? Si heshima. Waleeni watoto wenu katika heshima na adabu, usimchokoze mwanao utaona mtoto ni mbaya. Watoto wao atikasikuza wasikii, hawaelewi hapana. Mpe maadili mema na umwonyeshe njia ya Mungu. Bwana si sana. Amen. Haleluya. Amen. Gusa mwenzako mwambie leo ni mwanzo, tunajiandaa kurudi tena <coughs> sema yako.